Sisi historia ya makaburi haya hapa, sisi ndio tunakozikiwa, ni makaburi ya familia. Sisi tukifa hapa, tungefia hapa tungefia mwaka mtambwe patio la jina letu basi wewe, hayo tariki, sisi kuzikwa nje ya zaidi ya hapa kwetu, wewe pia, yeyote mwanafamilia familia anapokufa, mali popote ujadisha, ana hela hana hela, ni lazima utoe jitihada mumlete nyumbani na haya ndio makaburi ambayo mnaiona, ni ya familia. Babu yuko hapa, bibi, baba, baba wadogo, wa makaka, madada, washangazi ambao wanakuwepo, uu, basi watoto wako hapa. Hapa ndio sehemu yetu haswa tunahifadhiwa. Kwa hiyo hata nyinyi, bwana, inawezekana siku moja nikatokea, amefariki huko, wewe itakuwa kazi kubwa sana ndoshaga e, familia ikae, hapana, huu i utaratibu wetu. Utaratibu wetu, kwa sababu mara nyingi ndio inapotokea na ndio ndivyo kwa process zetu. Na mzee wetu ndio mzee wa kwanza kuwa alhaji wa kwanza ndani ya hiki kijiji, na Uislamu hapa kwenye kijiji hiki hasa babu yetu ndiye aliuleta. Kwanza, kwa maana msikiti wa kwanza kuweza kujengwa hapa alikuwa ni mzee mzee Mbaruku, baadaye baba, baadaye na sisi watoto. Kwa hiyo nikuhakikisha kuona tunafanya ibada sehemu nzuri yenye ubora na, na kwa historia labda unavyoiona miaka mingi sana sisi hapa kijijini kwetu tuna umeme. Kwa hiyo sisi ume haujaja wa gred hau, mzee aliweka umeme siku nyingi sana, yani ndugu zake wote msikitini, kila mahali, aona umeme ulikuwa unapatikanika ndani ya kijijini kwetu hapa. Kwa hiyo hali ambayo unaona yanafanyika ni mambo ambayo yameshafanyika, mzee wote ameshafanya makubwa sana kia siku nyingi, lakini kuna historia kubwa. E, kuna historia kubwa, kuna vitu vingi sana, ukivifuatilia unaweza kuvijua vinakuaje, vinaendaje. Kwa hiyo shala Mungu akitujalia, next time. Hata hii ndio ina historia kubwa sana ambayo Baba Taifa Mwalimu Nyerere alilala hapa anaso mara moja, waziri mkuu mzee Msuya shalala hapa zaidi ya mara tano, kwa hiyo na chumba hicho kipo. Hiyo ni historia kubwa, na ukizingatia unajua, stesheni iko hapa. Hizi ndio stesheni ambayo ukitoka Moshi yani ni kama stesheni ya tatu kubwa. Unaona, sababu hapa panalima, alafu kuna mazao sana pale mbele, watu wanalima mahindi sana, wanalima choroko, wanalima kunde, maharage, karanga kwa hiyo ukija kipindi cha msimu utaamini, kama i ee mavuno makubwa sana katika mkoa wa Kilimanjaro ya kwa hiyo eneo tunakaribisha mje muone, na tuna madini ambayo ya nasikia yashaanza kugunduka gunduka, hii madini ya gypsum majini ya kopa na yeye yako ndani ya, ya kijiji. Kwa hiyo muda si mrefu nafkiri nafikiri, watu wataanza kuangalia jinsi gani ya kuanza kuyachimba, kwa sababu ijaanza kuchimbwa, lakini tunayo hapa. Nashukuru sana, ni kijiji kitakuwa baadaye chenye uchumi wa tofauti. Kwa hiyo bado kuna fursa hapa, Sheikh. Babu yetu sio mwanasiasa, babu yetu hana uongozi ule wowote, ni mtu ambaye alikuwa wa kawaida tu lakini adifuwa... ni mtu ambaye alikuwa ana maono makubwa sana kwa hiyo maono yake hapo alikuwa ni mtu mwadilifu sana mzee kwa historia ambayo tulikuta alivyofariki alikuwa na hifadhi mpaka hela za kanisani yani kanisani kanisani yao baba umezikuta wanakuja tunaongea ya fedha na baba umezikuta sio kuwa vitabu so vipo kinaanamalizasa zao kwa, kina, kwa hiyo <laughs> <F Vorteil. laughs> ni vitu vikubwa sana. Kwa hiyo hata wana vijiji walikuwa wanafanya shughuli zao tu, walikuwa wanampeka ng'ombe wake binadani wakiuza naletafea wanahifadhiwa na mzee amefanya vitu vikubwa sana kwa ajili ya jamii. Maji unaiona inanywa hapa kijijini, mzee alikuwa ni namba moja kuhakikisha maji yame yamefika hapa kwa pesa zake, kwa gharama zake, kwa nguvu zake, na watoto sisi wafanya kazi kwenda huko milimani kuhakikisha anafunga mabomba yake anayonunua kuhakikisha watu wananchi wanapata maji hapa. Kwa hiyo hata maji walivyoambia anatengenezwa zemsu, walivyokuja kuhakikisha sasa wanatoa sapoti kufanya maboresho ili maji yaweze kufika, lakini namba moja alikuwa mzuri, bomba likipasuka bomba limefanya nini basi, ni mzee ya. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana historia kubwa sana ndani ya kijiji, hata mkoa kika, wilaya ya Mwanga, hata ndani ya mkoa wa Kilimanjaro, huwezi kumsema mzee Hamedi. Mwenyezi Mungu watoto wake na sisi, aa tuzendelea nyao zake sana sisi, alhamdulillah, weyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu wamhifadhi mwende amendele kuweka amendelee kumfanyia wapesi huko alipo, kwa sababu hakuna kingine zaidi ya kumwombea dua kila wakati na kila saa ya weyo. Tunashukuru, alhamdulillah, asanteni sana.